Tangu niwe kocha sijawahi kukutana na mpinzani mgumu kama Yanga, ni maneno ya Fadlu Davis ambaye ameweza kufunguka mambo mengi baada ya kuonesha eh, kuikubali Yanga na ugumu wake, huku akiwa amekutana naye zaidi ya mara nne na kufungwa mara zote ambazo amekutana naye. Kwa mjibu wa Fadlu Davis, anaandika kudai kwamba tangu niwe kocha sijawahi kukutana na mpinzani mgumu kukabili kama Young African. Kiukweli naipenda Tanzania, ni nchi nzuri yenye kila aina ya maisha nitaikumbuka daima, lakini pia ile Young African sitakuja kuisahau mechi ambayo e nilichanganyikiwa, sikujua nini cha kufanya. Ni ile angao jamii waliotufunga goli moja le, goli la maxi mpia, ni namna walivyoanza kulitengeneza goli lile lile, zilipigwa pasi zaidi ya kumi na tisa ilivyofika hatua mpaka ikawa wanajiuliza hawa wapinzani wetu huwa wanatumia nini kuwafundishia wachezaji wao, maana walikuwa fiti, kila engo, pumzi, kasi na maarifa makubwa. Ile soka la kaskazini ndilo ambalo walikuwa nalo. Namshukuru Mungu, wachezaji wangu niliwapa mbinu ya kukabiliana nao, na hasa nikiwaambia wasishindane nao, tucheze soka letu. Ili ilikuwa mbinu ya kupunguza idadi kubwa ya magoli. Natamani siku ne, nilipize kisasi nikiwa hapa Raja Casablanca. Maneno ya Fadlu Davis ambaye ambaye ameweza kufunguka jinsi gani ambavyo aliweza kukutana na Yanga ambao ni ngumu kwa mji wa Fadlu Davis. Aliyekuwa kocha mkuu wa Simba Sports Club ameweza kujibu mahojiano ya kipindi cha Speak Time huko Misri, wakati akifanya hayo mahojiano na kudai kwamba katika maisha yake ya soka hajakutana na mpinzani mgumu kama Yanga kwa kuwa Yanga ni timu ambayo inacheza mpira wa kasi kama zinavyocheza timu za kaskazini, na anaonesha mpinzani mkubwa huko, akionyesha kwamba klabu ya Yanga wao wanaonyesha kwanza pumzi; wanakuwa na pumzi ambayo haikati mapema lakini wanakuwa na kasi huku wakiwa na maarifa makubwa. Lile ni soka la kaskazini, huku akidai kwamba mbinu ambazo alikuwa anatumia kocha huyo na wengine, basi alionyesha ziko tofauti kabisa, hivyo nakutamani siku moja kulipa kisasi akiwa na Raja Casablanca, kwa kuwa anahisi kile alichokifanyiwa cha kufungwa mechi nne mfululizo pinda anapokutana na Yanga basi haya akikuwa kitendo kizuri, hivyo anatamani siku moja aweze kulipiza maneno hayo ya Fadlu Davis ambaye alikuwa ni kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club aliweza kufunguka ambapo yeye katika mechi nne ambazo alikutana na klabu ya Yanga ambapo kwa mara ya kwanza alikutana kwenye ngao ya jamii ambapo walikutana kwa msimu wa 2020 na 2025 na akafungwa eh, lakini akaja kukutana tena kwenye ligi ya NBC Premier League akafungwa mara mbili na akaja kwenye ngao tena kwa msimu wa 2025 2026 na hapo akafungwa, hivyo na kuamini kwa kwamba Yanga ni timu ngumu zaidi kama zile za kaskazini.